milimani. Kuna watu huwa wanasukuma maroho kwenye milima lakini maroho ambayo yanakubalika kwenye milima ni maroho ya abantu. Uh, the abantu the the the people people, kwa sababu they are the earth people. They are are the earth original people wa dunia hii. Kumbuka katika dunia hii kuna uh, watu tofauti tofauti wametoka from different dimensions. Kuna mtu ambaye uh, ana connection to the mountains kwenye milima. Kumbuka nilisema kuna kundi nne katika uh, dunia hii. Kuna wale wa moto, kuna wale wa hewa, kuna wale wa udongo na kuna wale wa maji. Ikiwa we ancestor team yako walikuwa wanaabudu kupitia maji, unapata una spirits kutoka kwenye maji, ndio unasikia obanje, wale ambao huwa wananena kwa ndimi. Unapata wako so much into spirituality. Kumbuka nilifundisha tofauti ya wale ambao wanafunga anga za watu na wale ambao wanaheri na watu Kumbuka, kuna watoto wa maji ambao wamebeba siren spirit na kuna wale ambao wamebeba marine spirits. Wale wa marine spirit ndio utawapata most of the time wanatenda mema kwa watu. Wale ambao ni siren spirit wanabadilika badilika, anakuombea alafu ukiondoka, unapata nafunga anga yako, wale wamebeba siren spirits. So ukiwa wewe kwa mfano unatoka from other dimensions. Maana katika dunia hii, si watu wote ni earthly people. Kuna watu wanatoka katika anga mbalimbali. Kumbuka nilinena wale watu ambao huwa mnaona rohoni ukifungua anga unapata katika hizi anga kuna, uh, kuna anga mbalimbali. Bingu ni moja lakini anga ni nyingi so, kuna watu wametoka katika anga mbalimbali. Kuna watu ambao ukitaka kutuma spirit ambaye anasumbua, unamtuma kwenye bahari ama kwenye maji. Yesu Kristo alituma maroho ambaye aliingia kwenye nguruwe akaenda kwa maji, kwa sababu Yesu Kristo was a water child. Kuingia katika huduma alibatizwa kwanza kupitia maji na ndio maana akawa na connection na maji. So, ikiwa wewe unataka kutuma maroho spirit ambazo zinasumbua katika jamii, mkifanya hizo makumbusho nini nini vitu kama hizo eh, ikiwa spirit huyu mnataka kumtuma mahali, angalia where are you coming from mm. Ikiwa wewe ni mtu wa earth, generation yenu ni ya ubuntu. Watu wa earth walikuwa wanaabudu kupitia milima. Ukituma milimani, spirit hiyo inakubalika, inapewa makazi mpaka siku yake ambayo itafika ya kuascend. Then inaascend. ikiwa wewe ni mtu wa maji, watoto wa maji. Obanje watu ambao wamesimama katika masuala ya rohoni wenye vipawa vikubwa, utavituma kwenye maji, na kumbuka nilisema, you must have connection with the water. Wale watu ambao wana, wanaombea watu maji, unapata kwa, kwa nisani, mapasta wamevaa nguo nyeupe, wanatumia chumvi na maji. Uh, moto unayatuma kwenye mwangaza. Most maroho yanayotoka kwenye moto huwa ni masculine spirits, unayatuma kwenye mwangaza. Same applies to earth, same applies to air, milimani ama kwenye ardhi, have a connection first, because haya maroho kama unapata uh, wakati wao wa kutubu, wakati mnatubu, wakati mna, mnaomba eh, wapate kufunguliwa, ili akubalike kwenye anga ama in realms, lazima kuna vile huwa wanakuja wakisumbua, so kwako wewe kuweza kupewa makazi hayo ya maroho huwa yanatumwa milimani. Na that's why unapata yakitumwa milimani siku na watu wanaenda kuomba milimani kule, watu wakienda kuomba milimani kule those spirits that are there because lazima wapitie kutubu, lazima wapitie ku uh, they must pass through some lessons to reincarnate back wanapata kusaidia hawa watu katika huduma zao. So akikisha you have a connection to somewhere to send that, those spirits if you are an abantu person, earth person person ni milimani ama kwenye ardhi. Kama wewe ni air person, milimani unamtuma kule. Kama wewe ni mtu wa moto, ni kwenye jua. Kama wewe ni mtu wa maji, ni kwenye maji. make sure you have a connection with the water, you will get the reality. Watu wengi mnasepa kwa sababu mnaona mkiambiwa hey, mami wata vitu vitu kama hizo, unaona ni uchawi no katika hii dunia ndio tuandike, ndio tuongee, ndio hizi hizi somo zote zimetoka na fallen angels. Fallen angels angels are people who came from other dimensions. Kumbuka muumbaji bado anaumba eh. kuna vitu ambazo tunafanya leo hii they are not from us, they are from other beings. Sasa hii ukianza kuangalia alta za watu, madhabahu ya watu, kuna watu wana, wana directiwa na other beings, aliens, draculas eh? na wote hao wanafanya kazi za roho na wanafanya vizuri sana but is because they are from other dimensions, ndio maana mnaona they are to totally different. So katika hii dunia ha si wote ni binadamu athli, kuna wale ambao wametoka from other dimension. Ukijijua wewe, kuna utofauti. Maana wale wa utofauti ndio huwa wanatengwa katika jamii, they become the black sheep of the family. Jaribu sana ujue connection yako iko wapi, na ikiwa unahitaji kufahamu vyema, kama unahitaji kujua historia ya familia yenu huielewi vizuri, mimi nasoma birth chart. Ikiwa unahitaji huduma zangu, bonyeza link, ipo kwa profile, itakupeleka kwa huduma na malipo. I hope umenielewa vyema.